Sasa tunaendelea katibu. Kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi. Waheshimiwa, waheshimiwa tuketi, tukae wawili au unakuja huku? Katibu. Mheshimiwa mwenyekiti naomba waheshimiwa wajumbe wajirekeze kwenye kitabu cha pili matumizi ya kawaida fungu 38 ngome kifungu 1001 shilingi trilioni 2 bilioni 712 milioni 995 na 141 elfu Kifungu kinaafikiwa? Kifungu elfu moja na saba bilioni tatu milioni mia sita hamsini na nane mia tatu sabini na saba elfu. Kifungu kinaafikiwa? Kifungu elfu moja na saba bilioni nne milioni mia sita arobaini na nne mia saba elfu. Kifungu kinaafikiwa? Kifungu elfu Bilo. moja na nane bilioni nne milioni mia moja themanini na tisa, mia moja na nane elfu. Kifungu kinafikiwa? Ndiyo. Kifungu elfu moja na tisa bilioni mbili milioni mia nne arobaini na tano mia mbili thelathini na tatu elfu. Kifungu kinafikiwa? Ndiyo. Kifungu elfu moja na kumi bilioni nne milioni mia moja tisini na sita mia sita sabini elfu. Kifungu kinafikiwa? Ndiyo. Kifungu elfu moja na kumi na moja bilioni 1 milioni 599, 975 elfu. Kifungu kinaafikiwa? Fungu 39, Jeshi la Kujenga Taifa kifungu 1001 bilioni 567 milioni 23, 845 elfu kifungu kinaafikiwa? Kifungu fungu 57 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kifungu elfu moja na moja bilioni ishirini na moja milioni mia tatu themanini na mbili mia saba arobaini na mbili na mia nne kifungu kinaafikiwa? Kifungu elfu moja na mbili milioni mia tatu thelathini mia tatu hamsini elfu kifungu kinaafikiwa? Kifungu elfu moja na tatu milioni mia nane sitini na saba mia saba moja elfu kifungu kinaafikiwa? Kifungu elfu moja na nne milioni mia tatu thelathini na tano mia tano sabini na saba elfu. Kifungu kinafikiwa? Kifungu elfu moja na tano milioni mia mbili sabini na nne mia sita arobaini elfu. Kifungu elfu moja na sita milioni mia tatu sabini na tano mia saba hamsini na saba elfu na mia mbili. Kifungu elfu moja na saba milioni mia mbili ishirini mia saba sitini elfu na mia mbili Kifungu kinafikiwa? Kifungu elfu moja na nane milioni mia moja themanini mia saba na kumi elfu na mia nane. Kifungu elfu moja na tisa milioni mia nne arobaini na nne na mia mbili elfu. Kifungu elfu mbili na moja milioni mia nne sabini na moja mia nne sabini na mbili elfu. Kifungu elfu mbili na mbili bilioni moja milioni 37,139,400. Kifungu kinafikiwa? Kifungu 2004 milioni 441,286,000. Kifungu kinafikiwa? Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahamia kitabu cha 4 matumizi ya maendeleo, fungu 38 Ngome. Kifungu elfu moja na moja bilioni arobaini na nane milioni mia nane sitini na saba mia saba thelathini na sita elfu Kifungu kinaafikiwa? Fungu thelathini na tisa jeshi la kujenga taifa. Kifungu elfu moja na moja bilioni tisa milioni mia tisa ishirini na tisa mia tisa ishirini na sita elfu Kifungu kinaafikiwa? Fungu hamsini na saba Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kifungu elfu moja na tatu hakijapangiwa fedha. Kifungu elfu moja na nane milioni mia tatu hamsini. Kifungu elfu moja na tisa bilioni tatu na milioni mia tano. Kifungu elfu mbili na moja bilioni thelathini na nane na milioni arobaini

Kifungu elfu mbili na nne bilioni kumi na nane milioni mia nane hamsini na tano mia saba themanini elfu na mia tatu kumi na mbili, kifungu kinaafikiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ya matumizi kamilisha kazi yake, bunge linarejea. Mtoa hoja taarifa. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 kanuni ya 123 kifungu kidogo cha tatu a na b, naomba kutoa taarifa kwamba Bunge lako tukufu limekaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na Bunge. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Mheshimiwa bunge, hoja imeungwa mkono na sasa nitawahoji waheshimiwa bunge, wanaoafiki wa hoja ya Mheshimiwa waziri wa Ulinzi na jeshi la kujenga taifa kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 waseme ndio, wasioafiki waseme sio. Wote mmeafiki. Wabunge, baada ya ninyi kuhojiwa na wote kusema ndiyo, sasa nitumie fursa hii kutangaza rasmi kwamba makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2025 2026 yamepitishwa rasmi na Bunge, na pia nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa kupitishiwa bajeti yake na Bunge lakini pia tumtakie kila laheri katika utekelezaji wa yale ambayo yamesemwa humo. Lakini pia nimpongeze uh, katibu mkuu na viongozi wote chini ya wizara hii ambao wanafanya kazi kwa kushirikiana vizuri kabisa na kamati yetu. Tunashukuru kwamba ushauri unaotolewa na kamati umeufanyia kazi lakini pia ule uliotolewa, mheshimiwa waziri, naahidi kwamba utaendelea kuufanyia kazi lakini pia nitumie fursa hii kushukuru sana kamati yetu. Uh, kamati yetu inafanya kazi nzuri sana. Tunawashukuru mwenyekiti, makamu mwenyekiti, lakini na wajumbe wote wa kamati hii kwa kuendelea kufanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wizara hii na ninyi pia tuna pamoja. Na shukrani hizo, tuwashukuru pia wabunge wote kila mmoja kwa nafasi yake namna ambavyo anaendelea kushiriki mjadala, lakini pia kutoa mawazo yake juu ya utendaji wa wizara hii. Baada ya kusema hayo waheshimiwa wabunge, nitangaze wageni ambao waliingia baadaye baada ya tangazo la kwanza.